Mambo vipi? Hii ni Zantime, na leo tupo katika eneo la Maruhubi ambapo tumekuja kwa ajili ya kuwasapoti wenzetu wa Steam Boot Camp ambapo wamekuja hapa kwa ajili ya kuhitimisha mashindano yaliyofanyika hapo jana maeneo ya Kizimkazi ambapo lengo ilikuwa ni watoto kuonesha vipaji wanafunzi kutoka skuli mbalimbali mbali, kuja kuonyesha vipaji vyao ambapo mashindano hayo yalifanyika hapo jana katika maeneo ya Kizimkazi, walishindana watoto kuonyesha vipaji, uwezo na ubunifu wa vitu mbalimbali ambavyo vilikuja kuonyeshwa hapo na ni kuambia tu njo ujionee vitu mbalimbali mbali. Ama matukio mbalimbali katika function ya maprogram hii ya leo ya, ya vitu mbalimbali ambavyo vimeonyeshwa na pamoja na tunzo ambazo zilizotolewa kwa wanafunzi mbalimbali ambao walioshiriki, waliopata nafasi ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Naitwa Khadija Ahmed Sharif, uh, ni mkurugenzi kutoka Milele Zanzibar Foundation tuko hapa leo katika mashindano uh, na sherehe na ufungaji wa mashindano ya STEAM, Science, Technology, Arts, Engineering na Mathematics ambayo yamefanyika ndani ya mia, uh, miezi miwili iliyopita. Ni mashindano ambayo yameshirikisha wanafunzi wa primary pamoja na sekondari. Tumeweza kuwafikia kuanzia katika levo ya skuli wanafunzi karibia elfu mbili ambao wameshiriki kwa natam, nam, namna moja au nyingine, na hapa sasa hivi ni kilele ambayo tumechukua washindi walokuwa wametoka katika levo ya, ya skuli wakaenda katika level ya wilaya alafu hadi kufika katika level ya uh, taifa. Leo tumewapa zawadi washindi watatu kutoka mm, msingi na washindi watatu kutoka sekondari kwa ubunifu na miradi mbalimbali mbali ambayo wametengeneza Kauli mbiu ya, ya mashindano haya ni Ocean of Possibilities, yaani ni bahari ya fursa zilizopo katika uchumi wa bluu, na lengo lilikuwa ni kwa kutumia science, teknolojia, arts, engineering na mathematics tuwafundishe watoto kwa vitendo kutengeneza miradi mbalimbali mbali ambayo yatakuwa yanalenga matatizo mbalimbali yaliyopo katika uchumi wa bluu. Tumechagua uh, mada ya uchumi wa bluu kwa sababu tunaelewa kwamba kisiwa chetu kimezungukwa na bahari na uchumi wa bluu ni Uh, ni kipao mbele cha serikali na tunaamini kwamba tukiweza kuwatayarisha watoto wetu kuweza kuwa wabunifu na kutatua matatizo mbalimbali mbali katika uchumi wa bluu, wataweza kutusaidia kuweza kufanikisha malengo na dira kubwa ya nchi yetu. Uh, dira elfu el, el, ishirini hamsini, ambayo tunataka kuweza kuwa na nchi ambayo imeendelea, nchi ambayo imefikia maendeleo makubwa zaidi, na tunaamini kwamba hawa watoto hapa ndio watatupelekea kuweza kufikia hiyo dira ya baadaye. Kwa hiyo tunawekeza katika watoto kuwajengea Uh, mbinu um, mbalimbali na ujuzi wa karne ya ishirini na moja. ujuzi huo ni uh, ma, ujuzi wa kutatua matatizo, ujuzi wa kujiamini, ujuzi wa kuweza kushirikiana na wengine, ujuzi wa ubunifu, ujuzi mbalimbali ambao tunaamini kwamba ni muhimu pamoja na masomo mengine ambayo watoto wanapata, lazima wajenge ujuzi huu ambao utaweza kuwasaidia kuweza kufanikiwa huko baadaye kwa yu mashindano haya tumeweza kuyaandaa lakini, hatujayaandaa peke yetu kama Milele Zanzibar Foundation, tulikuwa tumeshirikiana kwa karibu sana na taasisi mbali kama Assalam Community Foundation, kama Project Inspire, lakini pia tukiwa tumepata support kubwa kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na wafadhili wakubwa wa wa elimu kama UNICEF pamoja na World Bank Benki ya Dunia, wote hao tumeweza kushirikiana kwa pamoja, na hicho ndo kitu ambacho kimetusaidia kuweza kufanikiwa. Watoto wa leo, washindi wa kwanza wa, ma, wa, wa, wa msingi wametoka Kojani, kisiwa kidogo ambacho kiko Pemba. Ni jambo ambalo tunalifurahia sana, kwa sababu linatuonyesha kwamba kumbe watoto wetu wana vipaji, kumbe hata kama wako vijijini, tusione kwamba hawawezi, kumbe wanaweza na message kubwa ambayo tulikuwa tunataka kuwapelekea watoto leo, na ambayo imeweza kusisitizwa na hata wafadhili wetu wa Dubai Cares ni kwamba watoto wanaweza, na ukiwa na ndoto unaweza kufanikiwa, muhimu ujiamini, na muhimu kila siku uweze kujikumbusha ku, ku, ku, kwamba unataka kufikia ndoto lako na utaweza kulifikia. Kwa hiyo leo tumeonyesha kwamba inawezekana, na tunaamini watoto hapa wataondoka na kujiamini kwa kiasi kikubwa zaidi, kwenda kujaribu, kwenda kufanya miradi mbalimbali, kwenda kuwa wabunifu na kujaribu kujifunza kwa vitendo zaidi. Na tuna wito kwa walimu pia uh, kwamba ili kuweza kukuza huu ujuzi ambao tunataka watoto wa karne ya ishirini lazima tuwaruhusu watoto kuweza kujaribu kuuliza maswali, wakifeli wak... na tuwahimize waendelee, tusiwagombe na tuku... na kuwapiga kwa sababu inawavunja moyo na inawakatisha na wanavunjika na hawatoweza kujiamini ambayo ni kitu muhimu sana kwa ajili ya kuweza kupata haya mambo. Asante sana, mimi naitwa Sadiki Mohamed Ali, ni katibu mkuu wa Salam Community Foundation iliyopo Kizimkazi, Zanzibar. Leo hii tupo hapa tarehe 16 mwezi wa 10 25 kufanya hitimisho la mafunzo ya STEAM bootcamp ambayo imejumlisha camp ya masomo ya science na teknolojia katika nyanja mbalimbali, ikiwa na themes ya ocean of possibilities. Sisi kama partners tunafurahika kwa wenzetu Milele Foundation Zanzibar Foundation kwa kutuamini na kutujumuisha kuwa wazamini moja zamini wa wazamini wa shughuli hii kwa katika udhamini wetu mkubwa tulijumlisha kuwa na camping site pamoja na workshop site. Kwa kuwa campus zetu ambazo zipo Kizimkazi zimekuwa tayari featured na hizi uh, themes imeendana na themes ambayo imeakisi ya bootcamp, kwa hiyo tumefarijika kuwa sehemu ya historia ya mafanikio haya, uh, mafanikio mengine pia katika upande wa wanafunzi kwa sababu kempu imejumlisha wanafunzi elfu mbili mia nne katika ngazi za skuli na mia mbili hamsini katika, katika ngazi za bootcamp ambao tulikuwa tunao sisi kwa muda siku tano na siku sita, kuanzia tarehe 11 mpaka leo tarehe 16 na mafanikio ni mengi aa. Siku ni chache, lakini wanahitaji mapokezi na matarajio na uhalisia vimeweza kufikiwa kwa asilimia kubwa, na diriki kusema asilimia zaidi ya 95, kwa kuwa lengo la camp ni boot camp, maana yake ni boot camp. Kwa, kwa, kwa, nitaje nimake kwa boost, yani kuwashajihisha au kuwainua au kuwachochea wanafunzi kile ambacho wanachosoma kwenye uhalisia, kwa sababu wengi wetu hatukupata fursa kama hizi, tulikuwa tunasoma hasa katika elimu ya zamani, mifumo ya elimu ya zamani kwamba unasoma kwa kuwa una krem sana, halafu unaingia kwenye mitihani. Manake elimu ya zamani naangaliwa credit sheet, mwisho wa siku yani, umepata division ngapi, haijalishi kichwani umeondoka na nini shule au skuli. Kwa hiyo elimu ya sasa hivi kidogo imebadilika, kwa hiyo najaribu kuendana na mabadiliko ya dunia. Kwa hiyo kama alivyokuwa naambia na watoto katika siku za mwanzo za kempu kwamba dunia imeshabadilika, kwa hiyo kutokana na upatikanaji wa urahisishaji wa internet, kwa hiyo kitu ambacho kinafanyika lese mashariki, kaskazini, kusini na magharibi ya dunia yote, anaweza kupatikana kwa njia y rahisi. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya kazi hata akiwepo sehemu yote, kwa hiyo mabadiliko hayo tusipowaleta Zanzibar au Tanzania kwa ujumla, maana yake tunakaribisha n yani, uvamizi katika ma... katika ajira, kwa hiyo na ufanisi. Kwa mtu anaweza akafanya kazi zaidi ya moja au zaidi ya sehemu moja akiwa amekaa sehemu. Kwa mfano, kuna watu ambao nawajua mtu anafanya kazi mfano Japan anafanya kazi na Marekani kwa wakati mmoja kwa sababu masaa yako mbalimbali, mfano, anaishi mfano, mfano Tanzania anafanya kazi online. Kwa hizi zote ni kuwashajisha wanafunzi wetu. Kwa majina anaitwa Dr. Isaya Piana, natokea taasisi ya Project Inspire ambayo itapatikana Dar es Salaam. Tupo hapa kwenye maadhimisho ma haya ya STEM Bootcamp hapa Zanzibar, tulishirikiana pamoja na Milele Zanzibar Foundation na sisi tumekuwa wakufunzi kwenye programu hii ambayo tumekuwa na wanafunzi kwa siku zote um, tano. Kazi kubwa tulikuwa tunafundisha namna ya kutumia akili unde wanapojifunza madarasani robotiki, lakini pamoja na mambo ya sayansi kwenye uchumi wa bluu. Na tumeona mafanikio makubwa ambayo wanafunzi wameweza kuja na miradi tofauti tofauti ambayo inachangia uchumi hasa kwenye uchumi wa bluu, lakini pia tumeona mwinuko na mwamko wa wanafunzi wengi kuendelea kutaka kusoma masomo ya sayansi. Labda nitoe tu wito, uh, kwa serikali lakini na taasisi mbalimbali ambazo zinaendelea kuhamasisha wanafunzi kupenda masomo ya sayansi, waendelee kuboresha namna ya ufundishaji lakini pia Uh, kuongeza uh, ujuzi zaidi kwa walimu na wanafunzi kwa ujumla. Uh, kwa jina naitwa Mwalimu Hassan Ahmadi Yusuf, ni mwalimu kutoka skuli ya Kengeja Ufundi. Tumeshiriki katika mashindano haya ya STEM Boot Camp ambayo yalikuwa yanafanyika Kizimkazi. Kwa kweli ni juhudi ambazo zimefanywa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kushirikiana na wadhamini tofauti tofauti. Ni jambo zuri na ni jambo ambalo tutakwenda kulitekeleza na kuliendeleza katika shule zetu kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo yanafikiriwa yanahitajiwa na serikali yanafikiwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi ni shauri tu serikali kwamba wanapoona kitu chochote ni kizuri ambacho kimefanywa na wanafunzi basi kiendelezwe, kuhakikisha kwamba hakibaki kwenye makaratasi na hakibaki kwenye ubao, bali kinatekelezwa kwa ajili ya kusaidia mapato ya serikali Zanzibar. Kwa jina naitwa Saida Hamis Saidi, kutoka shule ya Maziwa Ng'ombe. Ninatoa shukurani kwa Assalam Milele Zanzibar Foundation kwa kuja hapa hapo, kwa kutupatia zawadi kutokana na mashindano, kutokana na projekti zetu tulizotengeneza. Asanteni, tutaweza kuzitumia projekti zetu ili kujiongezea ujuzi, kama kuwa nisha masudi kuwa mfano kama yule, na tutaweza kupambana zaidi ili kufikia sehemu mbalimbali mbali kwa ajili ya projekti, na tutaweza kuweka vizuri blue economic. Kwa jina naitwa Ismail Saleh Abdalla ni mwanafunzi wa skuli ya Jumbe Msingi. Jina la grupu letu ni rescue team. Changamoto tulioiona katika kutengeneza vitu vyetu ni ajali ambazo zinazotokea baharini, tukaona tutengeze kifaa ambacho kitaweza kutatua changamoto hizo, na pia hiyo hicho hicho kifaa kile tulichotengeza kimeweza kun, kunito, kunitolea mshindi wa pili. Tulipata zawadi ya mikoba kwa ajili ya kutokea mshindi wa pili na pia pia hivyo hivyo boti yetu tulotengeza ni kwa ajili ya ajali zinazotokea baharini, kama vile watu wakizama, tunakwenda kuokoa ili wasipoteze maisha kwa wingi, na upepo mkali ukitokea kwenye bahari, tunakuwa tunaweka ulinzi kabisa kwenye maji ili watu wasipoteze maisha kwa sababu ya jamii. Jina langu naitwa Harris Juma Kombo na, itohari, makombo, na kadara ya Bovu, nasoma skulu ya Welezo, nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kuja kuwaelezea shukrani za dhati tunazoshukuru kwa mlivyo tufanyia katika sekta hizi hapa. Mimi na wenzangu tumetengeneza projekti yetu. Tunashukuru sana taasisi kwa kutusaidia mpaka tukatimiza ndoto zetu, asanteni. Mtazamaji wa Zantime, kama unavyoona nyuma yangu hapa, wanafunzi wameonyesha vipaji vyao, wametengeneza vitu mbalimbali mbali hapa kwa ajili ya kuonesha vipaji pamoja na uwezo ambao walikuwa nao watoto, ambapo mashindano hayo yalifanyika hapo siku ya jana na leo wamekuja kupata tunzo mbalimbali ambazo zilizotolewa kwa ajili ya kuzawadiwa kutoka kwenye mashindano yao, mshindi wa kwanza, wa pili pamoja na watatu. Sina mengi nadhani, umejionea mambo mbalimbali katika tukio hili ama katika programu hii. Usisahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment kwenye chaneli yetu ya Zantime ambao napatikana YouTube na social media ama platform nyingine. Asante na kwaheri mpaka wakati mwingine.